Ziara niliyoifanya hapa Dar es Salaam katika kukagua ujenzi wa miundombinu ambayo ni ya mabasi yaendayo kasi n yani BRT, na kwa msingi huo ujenzi huu uko nyuma ya muda, lakini pia vilevile kumekuwa na malalamiko makubwa sana ya foleni. Kwa hiyo nilipokwenda kufanya ukaguzi baada ya malalamiko na hali hiyo kutokea, niliagiza, maana nilihojiana na wale walioko site wakanieleza kuwa wao hawana haw, haw, majibu ya hoja nyingi nilizoziuliza, na kwa msingi huo niliagiza ya kwamba wawaite viongozi wao. Ninayo furaha kwamba leo tarehe ishirini na sita viongozi wao wa haya makampuni na delegate, delegations kutoka China zimefika hapa Tanzania. Tumepata nafasi ya kuzungumza nao, yako mambo ya msingi yaliyozungumzwa. Katika hayo mambo ya msingi yaliyozungumzwa, wao wanazo hoja zao, ingawa hizo hoja ni, ni kidogo sana ukilinganisha na upotevu wa muda walioufanya kwetu jambo kubwa na la msingi ni kwamba tumefika eneo ambapo wamefanya commitment kwa serikali juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa wakati, na juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa viwango, kufanya mbinu mbalimbali mbali za kuondosha traffic jam. Ili ni jambo kubwa sana, wamenihakikishia kwa mfano wanaofanya kazi ya Mwenge Tegeta wataongeza U-turn, wataongeza bypass mbalimbali ili kuondosha misongamano isiyo lazima na usumbufu mkubwa sana wananchi wanaoupata sasa. Wameeleza kwamba hayo watayafanya ndani ya muda wa wiki hizi mbili. Kimsingi wote wamefanya commitment kubwa sana za kimaandishi. Kwa serikali kimsingi ukomo wa mradi ni tarehe 30 April wote wameomba extension ya muda wa miezi kumi na mbili kwa hivyo hilo jambo ni jambo ambalo sasa lina linachakatwa e, na timu yangu ya wataalamu ili kusudi tuweze kuona kwa sababu tuna tuna njia mbili Njia ya kwanza ni kuvunja mikataba, lakini wakati kwa kuvunja mikataba ni pamoja na kuangalia athari tunazoweza kuzipata sisi kama Watanzania, na njia ya pili ni kuongeza, baada ya commitment hizi, hiyo miezi ya kuweza kukamilisha hii kazi. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba tumefika mahala kuzuri na sisi kama wizara ya Ujenzi tutaendelea kuwasimamia ipasavyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kazi hizi kwa wakati na wanafanya kazi hizi kwa viwango. Asanteni sana.